Sisi kama waungwana tunapaswa tusalimiane kwa kupeana mikono. Hii ni salamu kubwa kuliko zote. <laughs> Salama mzee wangu, salama. Mkaka, yaani mimi napita, unijui, sikujui, unakuja nanizuia njia? Au siku hizi njia na majina, wengine wapite, wengine wasipite? Ebu zima ngoma. E, mbona kama hivyo? Au nataka tubadilishe zoezi, apo utatembea na magoti mpaka mtani kwako ujue. <coughs> fosi bikolwa well. Ambia fosi mikolu nasevu nani? Mchokozi. Amina. Shika po we. Nani kakulusu ondo? Inamba inapatika na mda, inapatikana muda wote ome nigea namba aloli, ndiyo inapatikana balidi mi muda wote nakuputia uzi na nikivuta uzi unadaka. So na kuvutia uzi afu unanibundia ya kabini yako? Hii wa mkaka vipi? Kwa unataka nini? Usiniambie vipi, wewe utatembea na magoti. Ujue usichukulie poa. Mimi mtaani kwangu hapo kati, kesho nataka uibuge mtaani kwangu. Ukileta ngendembo tu, tukija kugumiana kwenye 18 zangu utajua kwa nini nilipewa sura ya mama afu ni kapewa ya baba. Tulia nikutie sinduli hapo. Kesho yenyewe ni Ish. Umkaka vipi? Ndio unachoma na sigara. Usiniangalie kama hivyo. Imechafuka mioyo imepotea. Maovu yanafanya

nafsi yangu inamka inaruka, hakuna mwingine kama wewe, nizo namaanisha nne Kiepe binadamu kusaidiana, nisaidia. Basi sorry, utanisamehe, mi siwezi kushika kabati yako. Ehe, mimi ninachojua kwamba wewe ni mfanyakazi wa ndani na sisi ndo ndani yenyewe. Sasa inakuwa ina maana gani? wewe kwa mfanyakazi, wakati usiku kunisaidia kokota kokota, bana.

Stani, leo nimefua nguo zote. Mara ya mwisho uliniambia nguo za shule zipo ndani, lakini nimetafuta nimekosa. Nataka uniambie ukweli, nguo za shule ziko wapi? Zimo ndani. Stani, hivi unionie huruma. Hata mimi dada yako, kila siku nakupambania wewe kila siku nafanya juu chini, wewe uwe na furaha, lakini mbona unataka kufanya mimi ndo nionekane mwenye dhambi kwako? kweli ku. Dada mi niliziweka ndani nikajua unafua, niliziweka kwenye beseni ko sijui nipanya au, <laughs> sijui ila nilivua ndani. Stani, unaweza ukaniambia ngozi za shule zikuwa wapi? Stani, yeah. nimekuita mara ya pili, naomba uniambie nguo za shule ziko wapi? Bado sijamaliza jukumu la kukununulia nguo za shule halisi, basi hizi ambazo walimu wamenipa muda ukute unafanyia masomo <laughs> na zenyewe unataka kuniambia umepoteza? Kwa hili sito ulifundia macho, yaani ni kama nalea jipu afu lije linitumbukie mimi mwenyewe. Sasa utaniambia vizuri. Tukishazipata hizo nguo, utanieleza ni kwa nini unaondoka na nguo za nyumbani kwenye begi la shule. Tuondoke baba. Si viatu nijua ile. Kwa hiyo unathamini sana mimi kuvaa viatu kuliko nguo za shule, si ndivyo? Tuondoke. <laughs>

chafuka mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake... Mwanamke useka kwenu ukatulia, kila siku kuna njia kila... Kuna njia, anu, unu, nimetoka kwa yako bete, nalipeleka wapi sasa? Jamani nyi watoto nyinyi, watakuja kuwafia kwenye vifua, mje kuniambia mimi, hapa nipo nawangojea

Utakufa vibaya wewe. Nipo hapa nawaangalia tu, yaani nawachora. Acha mttokamgisha mimi nikae kimya, uwezi jua wale wakiwa ndani wanaelewa na mm. Mm. Like wandani, vipi asa jukuti na mdomo mdomo, mwendelea kuongea mimi, mdomo wangu wasubira wewe <tos> <tos> <tos> <tos> baridi. Tutaonana, nakujua wewe kwa kupenda umbea. Mme wangu ni kushtakia kuhusu Kipunji. Aniheshimu, ananidharau. Najua ulimwita ukamkanya, ila baada ya hapo akaja akanifokea akaambia, sijui nitule sijui na maana gani. Mimi nina kwetu, kama mmenichoka basi niambieni niondoke, maana mi sipendi kukarahishwa, napenda amani. Mshirika mwenzangu. Kuna nini tena? Mbona umetua nyumbani kwangu muda huu? Mambo yamekuwa mazito, tena yamekuwa mazito mno. Huu mguu unaoona hapa nimetoka kwa ule mzetu wa mlaza kitandani. Uwezi amini. Nilivyoingia ndani sikumkuta. Ile natoka nje uso kwa uso mimi na yeye. Tukutana. Uamuzi nilochukua mimi, mimi nikaa. Mm -mm. lambwe hili linawezekanaje kwa kipigo kile ambacho tumempiga anyanyuke kitandani sio bure. hapa kutoka kuna kitu tunachezewa shabash sasa lisikutisha hilo yule ni mtoto mdogo sana sisi ndio tuliomfanya mpaka akawa mzaifu kwa hiyo inabidi tukazie pale pale ili tuweze kutimiza jambo letu Sawa, sasa acha niende nyumbani nikaangalie nitafanyaje. Halina shida hilo, unaweza ukaenda. Kwa nacho kijua, mimi jani likianguka kutoka juu ya mti mpaka chini linakuwa halina uhai tena. Sasa hiki kisokolo kwinyu kimewezaje kunyanyuka? Na nitamshughulikia tu huyu. Lambwiso, lambwiso, lambwi Mimi kusikia vizuri mke wangu kuswala kipunje mimi nitali shughuli ki tena kisokolo kwenye yule lambwise sulambu. So, lambwi so, ingia ndani kaendelee na shughuli zako. Imechafuka, mioyo imepotea Maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina. Mashaallah, mwenyezi Mungu ni mkubwa. Naona afya yako inazidi kuimarika sasa, kipenzi eh. Namshukuru hey. Mungu unajua kila kitu kinatokea kina sababu. Huenda Mungu alipanga lile litokee ili kutupima imani na kutuimarisha kiimani zaidi. Hivyo wa kushukuriwa ni yeye tu. Nimefurahi sana ulivyokuja, maana nilikuwa ninawaza zile nguo ulizo ni stili nazirudisha vipi. Hey, kuhusu hilo hata usiwaze sisi binadamu tunaambiwa tenda wema uende zako, hivyo mimi nilikustili tu kama binadamu wenzangu. Kwa hiyo mimi sihitaji tena unirudishie hiyo so, nguo sawa, nashukuru sana dada eh <laughs> na hapa nyumbani mnaendeleaje? na vipi kuhusu kaka yako? namshukuru Mungu, si tuko salama, ila kaka ametoka ameniacha mimi hapa nyumbani, maana aliambiwa kama nistoke mpaka nitakapotengamaa. Kwa hivyo ndo nipo hapa nyumbani, nafanyafanya mazoezi. Mungu kakujaria umepata kaka bora ambaye anajali sana kuhusu wewe, ongera sana maana kwa ulimwengu wa sasa kumpata ndugu ambaye anaweza kakushikilia kwa madhaifu uliopitia sio rahisi, alafu jinsia tofauti. Mpende sana kaka yako. Nampenda sana kaka yangu, najivunia sana yeye eh, na nnamthamini mno. Mm, haya umepika huko. Hivi unavyoniona, nitoka na mkeka ndani nje, nitandike hapa nilale, nikishtuka, ndo niingie ndani ndende nikapike. Mhm <laughs> <laughs> sasa <laughs>

Mwachie zungumzo. unataka nini? Sema wewe, unamtesa mwanadamu. Na we ni nani? na unataka nini kwa huyu mwanadamu? Mimi nimetumwa. Umetumwa sawa na nani? Utazidi kushindana na mimi au utasema mazungumzo. Nani aliyekuagiza? Nimetumwa. Umetumwa na nani? Nimetumwa nijeukujaribu. Sawa, kunijaribu na nani na kwa nini? Nimetumwa nijeukujaribu kwa sababu una imani sana. Sawa, aliyekutuma ni nani? Sasa utazidi kushindana basi na mimi sitokubali. Na waamuru mrudi mlikotoka. Pole sana binti, unajisikiaje? Pole sana, ni mara ngapi na kutokea hii hali? Basi ndio ujue viumbe wabaya na kwandama, na ukiona unaandama na, na viumbe wabaya, basi mwili wako umechafuka. Jikurubishe kwa Allah, tabaraka wa taala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kupata udhu mara kwa mara basi hawezi akasogelewa na viumbe wote wa wabaya. Sasa cha kufanya mrudie Mola wako swali na kingine, kwa dua zaidi. Karibu hapa, ndo nyumbani kwangu, ukiuliza kwa ustazi Juma uweze ukapotea. Sisi tunaelewana, basi mimi nakuruhusu ondoke.

kama mti wa miba na kila mtu wanago haya. Wewe ni nani hapo? chafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana na kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sio ni mwisho Sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, kuna zamana, hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya Tasimama wakati upepo unavu